Unapotazama kilele cha mlima Kilimanjaro huoni tu mandhari ya kuvutia, bali pia chanzo kikubwa cha pesa kinachoingiza mamilioni ya shilingi kwenye mfuko wa taifa letu kila mwaka. Lakini je, unajua mlima huu unaingizia serikali kiasi gani? Karibu kwenye video hii ambapo tutagundua ukweli wa ajabu na namba zitakazo kushangaza. Kila mwaka zaidi ya watalii elfu 50 hadi elfu 55 kutoka mataifa mbalimbali huja Tanzania kupanda mlima Kilimanjaro, na kila mmoja wao hutumia wastani wa dola 1500 hadi dola 2500 kwa safari moja. Hii ni sawa na shilingi milioni 3.9 hadi milioni 6.5 kwa mtu mmoja tu. Tukizidisha hiyo kwa wastani wa watalii elfu 50 kwa mwaka tunaongelea zaidi ya dola milioni mia moja kwa mwaka au zaidi ya shilingi bilioni mia mbili na sitini Lakini pesa hizi zinaenda wapi? Sehemu kubwa huenda kwa serikali kupitia TANAPA na KINAPA kwa njia ya ada, ushuru na leseni. Makampuni ya utalii hupata mapato kwa kutoa huduma, lakini sehemu ya muhimu kabisa inakwenda kwa watu wa kawaida. Kila safari ya kupanda mlima huhusisha takribani watu kumi hadi kumi na tano wapagazi, wapishi na waongoza wageni. Hii inamaanisha safari elfu hamsini kwa mwaka huleta ajira zaidi ya nusu milioni moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja. Watu hawa tunawaita askari wa mlima, ndiyo uti wa mgongo wa utalii huu, na mapato haya yanabadilisha maisha yao, jamii zao na uchumi wetu. Serikali hupata mapato ya kodi kutoka kwa sekta hii na sehemu ya fedha hizo hutumika katika maendeleo ya jamii shule, barabara na huduma za afya. Kwa ujumla, mlima Kilimanjaro ni sehemu muhimu ya sekta ya utalii ambayo huchangia karibu asilimia kumi ya pato la taifa la Tanzania. Kwa hiyo kila unapomsikia mtu akisema Tanzania ni tajiri kwa asili, mlima Kilimanjaro ni moja ya uthibitisho wa maneno hayo. Asante kwa kutazama. Sasa umejua kuwa mlima huu si tu kivutio cha watalii, bali ni chanzo cha mabilioni kwa taifa letu. Je, unadhani serikali inafanya vya kutosha kuhakikisha watu wanaofanya kazi mlimani wananufaika ipasavyo? Tupia maoni yako hapo chini, na usisahau kusubscribe kwa content nyingine zaidi kuhusu ukweli wa Tanzania, historia, utalii na maisha ya watu wetu. Mpaka video ijayo, kumbuka Mlima Kilimanjaro si tu mlima, ni utajiri wa taifa.